Kibora upabe, tunaweza, tunaweza kuwa mfano, juu ya ili, tunaweza, upabe, tunaweza. Tuanze tuwe mfano kwa pamoja, tunaweza ukatili wa watoto tutokomeza, tumeweza mapenzi kutengeneza mambo miche... zenu barabara. Ujambo? Mambo? Unaitwa nani rafiki? Gilibati, darasa la ngapi? Sita. La sita. Gilibati, umewahi kusikia watoto wadogo kama wewe mkiwa mnafanyiwa ukatili? Umewahi kusikia au kuona? Sijawahi kuona, lakini kusikia, nimekusikia. Kwamba kuna watoto kama wewe wanafanyiwa ukatili? Aha. Rafiki, unaitwa nani nani? Nixon. nani? Nixon. Nixon. Niki, umewahi kusikia au kuona watoto wadogo wakifanyia ukatili? Hapana. Je, kuona? Kaka, unaitwa nani Umewahi kusikia Kelvin, watoto wakifanyia ukatili au kuona? dada unaitwa nani? Asia asha, Asha. Asha, umewahi kuona watoto wenzako wakifanyia ukatili nyumbani, njiani au wapi? Haujawahi. Aya, mi narudi kwa rafiki yangu yule, yuko wapi, nilianza naye mwanzo, Gilbati. Gilbati, umewahi kusikia, unajisikiaje ukisikia mtoto mwenzako amefanyiwa ukatili? Najisikia vibaya Ehe, ukishajisikia vibaya ukitembea barabarani unajisikiaje? Unakuwa mwoga mwoga au unakuwaje kama kawaida? kama kawaida. Yeah. Na uliwahi kusikia wamefanyia ukatili, ulisikia wamefanyia ukatili na nane na mama yake baba yake dada yake kaka yake au majirani? majirani, majirani. Yeah. Ukatili mkubwa ambao umewahi kuona ni upi wa mtoto mwenzako akifanyiwa ambao mpaka leo unakumbuka? hujawahi kuona lakini, unajua kwamba watoto wanafanyiwaga ukatili. Unawaambia nini watu ambao wanafanyiwa ukatili na watoto wanawafanyia watoto ukatili? Unawaambia nini wale wababa, akina mama, marafiki, majirani ambao wakiwaona watoto wao wanawafanyia ukatili, labda kuwachapa tu bila makosa au kuwafanyia kitu chochote, wewe unawaambia nini ukiwa kama mtoto? Eh, Gilbert, unaniangusha haraka haraka, waambie chochote. Lala, kuambia hata waache bana, we ni mtoto unakubali vipi nyii mfanyiwe, unashindwa kuwambia haya hmm? Asante Gilbert, mi nawatakia siku njema. Hapa kuna kesi, kesi gani inaendelea hapa? Nani mwenye makosa? Nani mbea hapa? ni umbea au ni nini? isipokuwa kuna shida gani hapa? Kesi ipi hiyo? Inahusiana na nini hiyo? Kesi ya darasani inahusiana na kupiga mtoto? Mtoto kampiga mtoto mwenzake, ndio? Kwa nini? Nani amempiga mwenzake hapa? Huyu hapa? Oya brother, kwa nini ulimpiga rafiki yako? Ah, tuongee, ona, usiogope, mtoto mzuri, mtoto mzuri, usiogope bana, naambie kwa nini alimpiga? kwa al, nini alimpiga al, mwenzake? unaitwa nani? Wewe unaitwa unaitwa nani? Abdalla, huyu anaitwa nani? anaitwa Mudi. kwa nini alimpiga mwenzake Mudi? ndo alikuwa amekosea eh? alimpiga kwa bahati mbaya mwenzake. Haya, nataka mtoto yote aseme chochote hapa kuhusu watoto kupigana kwamba ni kitu kizuri au kibaya. nani anaweza kuongea hicho? wewe mwenyewe Abdala, yeah. Abdala niambie, unaonaje kuhusu nyinyi watoto kupigana, ni vizuri au ni vibaya? Vibaya. kwa nini ni vibaya? Akamuumiza. Akamuumiza eh? kwa hiyo hufurahii kabisa vitendo hivyo. Hembu waambie watu wanaopiga watoto wenzao Abdala. Akamuua. Akamuua eh? wakati nyinyi watoto ni kitu bora sana, nyinyi ndo, yeah. taifa la kesho au la baadaye Yaani mimi ninachokifanya hapa Abdala ndo kitu ambacho wewe utakifanya baada ya miaka mingapi? Unajua yeah, Abdalah una akili sana. Darasa la ngapi unasoma? La, la saba. Nimefurahi kuongea na nyinyi watoto wazuri. Nani atapenda kujitambulisha jina lake kwenye tuliokuwepo hapa? Kidole tu, mimi afu tunaona eh. Unaitwa nani? Rajabu. Darasa la ngapi? Shule gani? Mwingine unaitwa nani? Godrak darasa la ngapi? La sita. Shule gani?